Na watu tisa wamethibitishwa kufariki katika visa viwili tofauti vya ajali barabarani vilivyotokea katika kaunti za Kiambu na Kirinyaga. Katika tukio la kwanza, watu saba waliangamia baada ya matatu inayomilikiwa na chama cha ushirika cha Kijabe Line yenye uwezo wa kuwamudu abiria 14 kubingiria mara kadhaa katika makutano ya barabara ya Kamandura kwenye barabara kuu ya Nairobi-Nakuru baada ya dereva kupoteza mwelekeo leo asubuhi, huku wengine wawili wakifariki jana usiku katika kisa cha pili baada ya gari ata kwenye katika daraja la Kaboro, eneo bunge la Gichugu kaunti ya Kirinyaga. Mabaki ya gari lilohusika kwenye ajali ya, ya barabara leo asubuhi katika makutano ya barabara ya Kamandura yaliyoko kwenye barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru. Ni hapa ndipo maisha ya abiria ya saba aliyokuwa ameabiri matatu iliyomilikiwa na chama cha ushirika cha akiba na mikopo cha Kijabe Line yalikatizwa leo asubuhi baada ya gari walimokuwa wakisafiria kubingiria mara kadhaa dereva alipopoteza mwelekeo. Nikapata kuna majamaa wanajaribu kumua hiyo mlango uh, didisha ndio sasa wakanitolea, waka, waka, waka hapo. Then wakaendelea kusaidia watu wengine. Accident imesababishwa na driver kukua alikuwa kwa speed na simu. Tungewasihi tu mad madriver Kenya hii watembee waende ile mwendo inastahili waeke ile distance inastahili matatu hiyo ilikuwa ikielekea jijini Nairobi the the the the driver escaped we we are are still in search of him. The users of him our roads roads to to to to to prioritize safety and also to observe speed limits as well as well paying attention to the roads they are using that is to mean to be aware of the road conditions especially at this time when we have Kisa hicho kilitokea kilomita chache kutoka eneo la mkasa mwingine wa ajali mbaya, ambapo watu watano waliangamia baada ya gari jingine la kibinafsi lenye uwezo wa kuwamudu abiria 14 kugongana ana kwa ana na gari lingine. Kwingineko, watu wawili walifariki, huku wengine wakinusurika na kupata majeraha kadhaa baada ya gari walimokuwa wakisafiria kutumbukia kwenye mto Nyamindi katika daraja la Kaboro, eneo bunge la Gichugu, kaunti ya Kirinyaga hapo jana usiku. Hiyo gari ilikuwa imebeba watu watu wanne wawili waliweza wa kuruka, lakini wale wengine wawili wa walibaki kwa, walibaki kwa gari. Kulingana na kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Gichugu, Johnson Washira, mabaki ya gari hilo ambalo lilikuwa likisafirisha mbao hadi kijiji cha Kiamugumo, wadi ya Ngariama yalipatikana chini ya daraja la Kaboro na wakazi baada ya msako kwa muda uh, juhudi za kutafuta za kutafuta gari na miili zilianza jana usiku na zilikwamishwa kama saa tano usiku kwa sababu kulikuwa na giza sana, haigeweza kuendelea, lakini leo asubuhi, tukisaidiana na members of the public, tumeweza kuvuta hiyo gari kutoka kwa mto. Miili ya watu wawili waliokuwa wameliabiri gari hilo bado inatafutwa. Timothy Kipnusu, Darubini Weekendi.